Katika tukio linalochukuliwa kuwa mojawapo ya mashambulizi makubwa zaidi ya kijeshi kati ya Iran na Marekani dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran, picha za setilaiti zilizopatikana saa chache baada ya mashambulizi zinaonyesha uharibifu mkubwa uliofanywa na ndege ya kivita ya Marekani ya B2 dhidi ya kituo cha nyuklia cha Fordow. Picha hizo za hali ya juu, zilizochukuliwa na mashirika ya ujasusi ya Magharibi, zinaonyesha kwa uwazi uwepo wa alama sita kubwa za athari ya mabomu juu ya eneo la mlima ambamo kituo hicho kimejengwa chini yake, hatua inayothibitisha matumizi ya silaha za kisasa za kupenya chini kwa chini bunker busters. Kila moja athari hizo ina kipenyo cha takriban mita kumi hadi kumi na tano na ziko katika mpangilio wa kiufundi unaoashiria ulengaji wa kimakusudi wa maeneo nyeti ya kituo hicho. Uwepo wa alama za kuporomoka kwa uso wa mlima kama inavyoonekana hapo, pamoja na data za joto zinazotoka kwenye eneo hilo, ni ishara dhahiri kuwa mabomu hayo, ambayo kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi ni aina ya GBU 57A MOP Massive Ordnance Penetrator, yamepenya kwa kina ndani ya mwamba mgumu, yakifika hadi maeneo ya msingi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran. Athari kubwa zaidi ya mashambulizi haya imeonekana kwenye eneo la mitambo ya sentrifuji ya IR1. Hizi ni mashine muhimu zinazotumiwa katika mchakato wa kurutubisha urani, na kituo cha Fordow kilikuwa na mamia ya mashine hizo katika uendeshaji. Kwa mujibu wa wataalam wa nyuklia, mabomu yaliyopenya hadi sehemu za chini kabisa yalilenga moja kumbi ambako mitambo hiyo imefungwa taarifa kutoka kwa uchambuzi wa picha za satelaiti zinaashiria kuwa zaidi ya asilimia 60 ya mitambo hiyo imeharibiwa, aidha moja kwa moja kutokana na mlipuko au athari za mtikisiko wa ardhi. Kwa maana hiyo, uwezo wa Irani wa kuendelea na shughuli za kurutubisha urani kupitia kituo cha Fordow umevurugwa kwa kiwango fulani pengine kwa miezi kadhaa au hata mwaka. Vilevile, sehemu ya pili muhimu iliyolengwa ni ghala la kuhifadhi urani iliyosafishwa, low enriched uranium, ambalo pia liko ndani ya eneo la chini ya ardhi la Fordow. Picha za satelaiti zimeonyesha mabadiliko ya joto na alama za kuporomoka kwa miamba ya juu ya eneo hilo, jambo linaloashiria kuwa mabomu yalifika hadi kwenye maeneo hayo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiintelijensia, kuna hofu kwamba sehemu ya urani iliyokuwa ikihifadhiwa katika maghala hayo huenda imeharibiwa au imesambaa katika mazingira, ingawa bado hakuna ushahidi wa moja kwa moja wa kuvuja kwa mionzi. Miundo mbinu ya ndani ya kituo hicho pia imeathirika. Picha za infrared zinaonyesha kupungua kwa haraka kwa joto katika baadhi ya maeneo ya ndani, ishara ya kwamba mifumo ya umeme, mifumo ya uingizaji hewa na vifaa vya kudhibiti hali ya joto na shinikizo vimezimika. Aidha, mifumo ya ufuatiliaji na usalama inayojulikana kama SCADA imeathiriwa kwa kiwango kikubwa, hivyo kufanya shughuli za ndani kutoweza kusimamiwa tena kiusalama. Matokeo yake ni kwamba hata mitambo ambayo haikuharibiwa moja kwa moja haiwezi kuendeshwa katika hali hiyo hiyo ya kutokuwepo kwa nguvu za umeme wala mfumo wa kiusalama. Kwa upande mwingine, kuna ushahidi wa kuharibika kwa miamba ya juu ya mlima unayofunika eneo la Fordow, hali inaoweza kusababisha kuanguka kwa sehemu ya handaki au kuta za ndani mitikisiko midogo ya ardhini iliyorekodiwa siku moja baada ya mashambulizi inaongeza hofu ya kuanguka kwa sehemu za handaki au kufukia kwa njia ya dharura. Hili linazua changamoto kubwa kwa operesheni za uokoaji au urekebishaji, hasa kukiwa na wafanyakazi waliokuwa ndani ya kituo wakati wa mashambulizi. Kwa ujumla, tathmini ya picha za satelaiti na uchambuzi wa wataalamu wa kijeshi unaonyesha kuwa mashambulizi haya yalikuwa na lengo mahususi, yamefanikiwa kwa kiwango sahihi na ameleta athari kubwa kwa miundombinu ya nyuklia ya Irani. Uharibifu huu haujaathiri tu uwezo wa haraka wa Fordow kuendelea na urutubishaji wa Irani, bali pia umevunja moja ya alama za kisiasa na za kiusalama za Irani kuhusu uwezo wake wa kujilinda dhidi ya mashambulizi ya nje. Kwa mujibu wa wachambuzi wa kimataifa, kurejesha kituo cha Fordow katika hali ya kazi kunaweza kuchukua muda mrefu na kunahitaji rasilimali kubwa za kiufundi kifedha na kiusalama. Licha hayo yote, serikali ya Iran imekanusha vikali kwamba kuna uharibifu ambao umejitokeza, umedai kuwa waliweza kuhamisha vifaa vya nyuklia kabla ya tukio hili kuweza kutokea, kila upande ukichangia na ukichochea kwamba wameweza kupata ushindi katika jaribio hili au katika tukio hili la mashambulizi ambalo limefanywa na Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Irani lakini